Moja ya taarifa kubwa ambayo kwa wakati huu imekuwa ikijadiliwa sana ni juu ya suala zima la kocha mpya wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Simba kwa sasa kocha wao ni Suleiman Matola, ambaye kwa mujibu wa taarifa ambazo si rasmi kutoka kwenye kikao cha mwisho ambacho a, management ya klabu hiyo iliketi, iliazimia kwamba wanatafuta kocha mwingine. Hiyo ni taarifa ambayo uh, imetokea humo ndani ya kikao kwa maana ya kocha mwingine ambaye anaweza kuja kuwa kocha mkuu na kuwavusha Simba zaidi ya hapa walipo. Huku taarifa zikienda mbali zaidi nyingine zinaeleza kwamba kocha mkuu huyu kwa wakati huu kwa maana ya Suleiman Matola uh, apishe katika bench la ufundi maana yake mkataba wake uishie hapa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hiyo ni hilo ni jambo ambalo linazungumzwa sana kwa undani kutokea kwenye kikao cha klabu hiyo, lakini uh, leo hii jioni ya leo hii kuna uh, taarifa kutoka kwa moja ya vyanzo vya kuaminika. Huyu ni mwandishi wa habari kutoka uh, pale Crown Media, jemedari Saidi Kazumari mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika orodha ya makocha, wa, makocha sita Amewa, amewaandika majina lakini ameeleza pia kwamba kuna makocha wengi zaidi ya makocha mia mbili ambao wametuma CV zao ndani ya klabu ya Simba, na uh, kuna idadi ya makocha ambao anaonekana kwamba wana wasifu wa kukaa wa kuweza kukua makocha wakuu kwenye klabu ya Simba, lakini baadhi ya majina maarufu kwa majina ambayo ameyapata ameweka pale majina sita. Ingawaje, katika hayo majina yupo pia Romain Folz. Sasa kutokea hapo Uh, katika session ya mwisho ambayo tulizungumzia juu ya kocha wa wekundu wa Msimbazi, binafsi kupitia platform hii tumeshajadili makocha wawili. Katika CV nyingi ambazo zimetumwa katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, tumeshajadili kuhusu Mark Bryce, kocha huyo ambaye ametimuliwa hivi karibuni kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kamerun, lakini pia tumemzungumzia uh, Helda uh, Duarte, kocha ambaye nakinoa kikosi cha Black Bulls, kule Msumbiji, raia wa Ureno huyo. Hao wote wawili tumeshazungumzia, lakini bado kocha wa Simba hajatambulikana bado. Upembuzi wa CV unaendelea. Nani anaweza kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo? So kwa sababu tayari Jemedari Saidi ameshatupa tip tip story tip ya uh, makocha kadhaa ambao wanahitaji kazi kwenye kocha Simba, miongoni mwao kwa maana wawili mia ambao niliwapata ni wale ambao niliwaweka, kwa maana ya Duarte kutoka huko kwa maana ya Msumbiji, lakini yule mwingine kwa maana ya Mark Bryce kutoka uh, ambaye alikuwa akifundisha timu ya taifa ya, ya Cameroon. Sasa hapa katika majina haya matano ambayo Jemedari Saidi ameandika kama majina maarufu uh, majina sita ya kaandika. Jina moja hatutolijadili hapa. Lakini tutakuwa na mfululizo wa session za kujadili hawa makocha. Jina ambalo hatutolijadili ni Romain Falls. Romain Falls hatutomjadili kwa sababu tayari Watanzania wanamfahamu vya kutosha Roman Falls kwa maana ya mbinu zake uwanjani ni kocha wa aina gani, kila mmoja na utashi wake. Lakini Roman Falls tayari sisi tumisha mjadili, sio mara moja, sio mara mbili katika platform hii hii. Kwa hiyo kile tuliki jadili, ambacho tulikijadili ndicho ambacho kinaendelea kusimama pale pale. Kuna vitu vidogo sana ambavyo vinaweza vikabadilika kwa maana ya aina yake ya football na klabu ya na Simba zinasawili au la, huo ndio tofauti pekee ambao tunaweza tukauona, lakini maeneo mengine mengi yanasawiliana yanafanana. sasa wakati huu katika session hii tunakwenda kumchukua kocha mmoja kutoka katika wale makocha ambao wamewekwa pale, na kocha huyu naamini huko klabuni kwenye management ambayo inafanya kazi ya kuchakata hizi CV naamini ni miongoni mwa majina ambayo atazingatiwa kwa jicho la tatu. Kwa nini? Kwa sababu ni kocha ambaye amefanikiwa maeneo mengi, ni kocha ambaye ameprove maeneo mengi, lakini kama hawafahamu maybe au wewe ambaye unaangalia platform hii kama haufahamu vizuri basi huyu ni kocha ambaye tunakwenda kumwangalia hapa wasifu wake, na wewe mwenyewe utaangalia kwa utashi wako kwamba anastahili huyu kuwa ndani ya Simba au bado. Huyu kocha anaitwa Hubert Velud. Hubert Velud huyu ni kocha mwenye umri wa miaka sitini na sita, raia wa Ufaransa. Ni kocha ambaye alikuwa mchezaji miaka ya nyuma huko wakati anacheza kandanda, lakini baadaye akaingia kwenye ukocha akafundisha klabu mbalimbali za madaraja mbalimbali mbali huko kwa Ufaransa lakini Afrika kwa mara ya kwanza aliingia mnamo mwaka elfu mbili na tisa ndio alianza kupata experience ya Afrika. Alikuja Afrika kukinoa kikosi cha Scorpion. Scorpion ni timu ya taifa ya taifa Togo. Alikuja kuinoa Togo, alikuja aliwezesha Togo kuingia katika fainali za Afcon za mwaka elfu mbili na kumi ambazo zilifanyika nchini Angola. Tutakuwa na kumbukumbu vizuri sana kwa wale ambao wanafuatilia vizuri kandanda ya Afrika, Togo walishamuliwa. Uh, basi lao lilishambuliwa, li basi la wachezaji, wakati wanatoka. Hiyo story nadhani wengi tunaifahamu. Wakati wanatoka wanatoka Congo Republic wanakwenda Angola, walipitia eneo linaloitwa Kabinda. Yes, sasa wakati wanapitia Kabinda ili kuingia Angola kabisa. Sasa Kabinda of course ni sehemu ya Angola. Ili kuingia Angola walishambuliwa na magaidi, inaelezwa ni terrorist walishambulia, hivi ni vikundi vya waasi, kulikuwa kuna vikundi vya waasi kwa wapingaji wa serikali, kwa walishambulia lile basi. Herbert Velud huyu kocha akiwemo ndani ya basi na yeye aliwahi kusema kwamba tulishambuliwa kutokea pande zote mbili, kwa maana ya wapinzani amini hao wanamgambo uh, uh, wa, wa walishambulia kutoka pande zote za basi, kwa maana ya mbele, nyuma, kushoto na kulia kwa hiyo ilikuwa ni tukio kubwa sana kwenye kanada ya Afrika, hususan inapokuja memory ya Afrika huwezi kuacha kulizungumzia. Kwenye memory ya Afcon huwezi kuacha kuzungumzia tukio la Kabinda, Kabinda attack, basi la Togo lilishambuliwa hapo. anajaribu tu kukumbushia. Huo ndio ulikuwa msimu wake wa kwanza ameingia Afrika, na hiyo ndio ilikuwa timu ya taifa ya Togo inakwenda katika fainali za Afcon elfu mbili na kumi fainali ambazo Misri ndio alikuwa mabingwa. Baada ya hapo akenda klabu nyingine mbalimbali, of course alifundisha hapa Afrika. Uh, klabu ambazo maybe nyingine hazina majina sana, lakini mafanikio makubwa huyu bwana aliyapata akiwa na TP Mazembe, na binafsi hapo ndio nilimfahamu vizuri zaidi Hubert Velud. huyu kocha uh, kabla ya TP Mazembe alianza kufundisha Entente Setif ya Algeria. Na Entente Setif alikuwa pale mwaka elfu mbili kumi na tatu mpaka kumi na nne mwaka ilikuwa elfu mbili kumi na mbili kumi na tatu. Mwaka uliofuata Ntentstif ikaenda kuchukua ubingwa wa Champions League. Ni ile structure ambayo aliitengeneza akiwa Ntentestif ndio imeenda kutoa matunda mwaka uliofuata, fainali Ntentstif wakicheza na AS Vita Club dhidi ya Florent Ibenge. Florent Ibenge ndo alikuwa kocha wa Vita Club ile, kwa hiyo huyu ndo Hubert Velud, baadaye akatoka akaenda USM Alger, akaipika USM Alger, akai lakini baada ya kuondoka tu yeye timu ikaenda fainali ya Champions League mwaka F 2015, USM Alger dhidi ya TP Mazembe. Alivyotoka USM Alger, akaenda Constantine uh, baada ya Constantine akaenda TP Mazembe. Sasa hiyo 2016, akiwa na tupisa Mazembe alibeba ubingwa wa Afrika kwenye kombe la Shirikisho Afrika mwaka F 2016, TP Mazembe akina Rainford Kalaba, Jonathan Bolingi, Marvel Bope Yes, nyota wengi sana. Robert Kidiaba ya wako wengi wako wengi sana, Thomas Ulimwengu naye alikuwepo elfu mbili kumi na sita ambao ubingwa anaifunga Mo Bejaia ya, ya, ya, Algeria ni Herbert Velud yule, tutakuja tutarudi hapo kwa TP Mazembe uh, baada ya hapo akapita tena mataifa mbalimbali klabu mbalimbali, lakini uh, Sudan alienda Sudan mwaka elfu mbili ishirini na moja Sudan inakwenda kwenye fainali za AFCON za Kamerun. Huyu ndo alikuwa head coach, ndo aliyeipeleka Sudani kwenye zile fainali, lakini pia msimu uliopita fainali za mwisho za mwaka elfu mbili ishirini na tatu ambazo zilifanyika Ivory Coast, huyu bwana alikuwa na kikosi cha Lestalion, yani farasi wa vita. Hao ni Burkina Faso ya kina Stefan Kiazizi, steve yago walicheza mpaka hatua ya kumi na sita bora ya michuano hiyo. Huyu ndiyo Hubert Velud. Uh, nilisema tutarudi kwa Tupi Mazembe kwa sababu nakumbuka hiyo, uh, of course, ni timu yangu timu yangu pendwa sana, na wakati uko na Tupi Mazembe uh, ilikuwa Mazembe moja threat, Mazembe tishio. Unajua Mazembe mwaka 2015 anachukua Champions League. Mwaka 2016 kuna baadhi ya nyota wengi muhimu waliondoka kikosini, miongoni mwao ni pamoja na Mbwana Ali Samatta, aliondoka na wengine mbalimbali mbali. uh, ilikuwa ndio mwaka ambao Tresor Mputu Mabi anarudi anatoka uh, Kabuscorp ya Angola anarudi tena pale. Kwa hiyo ilikuwa timu kwa asilimia kubwa ilikuwa imebomoka ime, lakini Habert Velud aliitengeneza tena, Mazembe ikawa strong na kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika na akaenda pia katika CAF Super Cup akaenda uh, kubeba ubingwa. Yes, nakumbuka ilikuwa dhidi ya timu moja ya, ya Tunisia sikumbuki kama ni Etoile du Sahel au ni Club Africain lakini alicheza na timu moja ya Tunisia. Huyo ni Habert Velud, timu yake ilikuwa na kasi timu yake ilikuwa inashambulia kwa nguvu ndio hiyo ambayo kwa kweli kweli. So, uh, ni safari yake ya maeneo mengi mbalimbali mbali ambayo, ambayo experience ya kutosha sana ndani ya ndani ya Afrika manake zaidi ya miaka kumi yuko ndani ya bara la Afrika anafundisha kandanda Afrika. Hubert Velud ni moja ya makocha ambao binafsi nayoheshimu sana. So kwenye uh, mpango kazi wa Simba, endapo itatokea jina la Hubert Velud ndo limepita, yaani amekuwa ndo head coach wa Simba, kwangu mimi haitakuwa story, itakuwa ni uchaguzi sahihi. Sijajua makocha wote ambao ametuma CV sijajua ni akina nani, lakini kwa Hubert Velud ni kocha sahihi kwa upande wa Simba. Simaanishi kwamba ni sahihi peke yake, hapana. Ha, wapo wa we makocha wengi, lakini kwa Herbert Velud ni kocha sahihi. Sasa huyu ni mmoja tu, mwangalie katika wale watano ambao jimedari saidi amewaandika pale. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje, kupitia Herbert Velud, unaona anastahili sahihi kuepo ndani ya kikosi cha Simba au unaona hapana, afai huyu, unamtaka nani basi? Weka comment yako hapo katika comment section. Hii ni Mzinga Sports, usisahau ku subscribe.